Baada ya kufika wakacheza mechi ya kirafiki dhidi ya Hilali hmm. Ukiangalia ile mechi hanga kwa maana ya kiungo cha ulinzi kwenye 433 hmm. ya kaenda kucheza na 433 mechi zote mbili. Uh, akicheza 433 ambayo pia alikuwa anafundisha akiwa Haborone United, kiungwa ulinzi mmoja tu anakuwa naye ambaye ni Kante kwenye ile mechi ya kwanza dhidi ya JKT. Mechi ya pili dhidi ya, ya, ya Hilali iliochezwa kule Isamoyo. Mechi ya pili ambayo alicheza Jimkana ndiyo alipoteza mabao manne kwa moja mm. Kante hakuwepo kwenye kikosi katika eneo namba sita, ule utatu wa kati wamekosekana watu wawili. Ile mechi ambayo alichezea uwanja wa Isamul ambao alishinda, alikuwepo Kante kwenye dimba la chini, kulia kwake kuna Neomaema, kushoto kwake kuna Awesu hali Awesu. Mechi ya Jimkana ambayo wamepoteza mabao manne, Kante hakuwepo kwenye safu ya kiungo cha ulinzi, alianza Nabi Kamara kwenye lile eneo, kushoto kwake aliingia Joshua Mutale Budo ambaye mechi ambayo alichezea Isamul alikuwa false namba 9 upande wake wa kulia alicheza Neo Maema hiyo tayari ni ishara na kuonesha kwamba kukosekana kwa Kante kwenye ile mechi maybe ndo, pamoja na hili kwamba anakosekana kutokana na majeraha, labda mimi sijui taarifa yake. Ile mechi ya pili alipata majeraha, anakosekana kutokana na majeraha, lakini ni mchezaji ambaye amekosekana kwenye mechi ya pili, kenda kucheza nabi Kamara kwenye lile eneo, Simba imekula chuma nne, umeelewa eh? Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake kocha anamhitaji namba sita ambaye anaweza kufanya uh, jukumu la kukaa karibu na walinzi mm. Namba sita ambaye timu haina mpira nafanya marking ya kutosha. Nabi Kamara namba sita yake ni mzuri, timu ikiwa inacheza inashambulia mm. timu ikiwa inashambuliwa haina mpira, unamwona passive, anapitika mm. Sasa teki yangu ni ipi? Kuzunguka kwa kwako. Lakini pamoja na yote hayo, kuna baadhi ya wachezaji ambao wameshaonesha kwani Kagoma kwa namna yes. na ndio alikuwa anakuja huko mm. <laughs> kwamba mbadala wa hilo eneo ni Yusuf Kagoma. Nadhani ile mechi na Hilari, Kagoma ni kwamba kwenye kiungo cha ulinzi Kagoma ni mzuri, kwenye kiungo cha ulinzi kipindi ambacho timu haina mpira ni mzuri mm, lakini yule kiungo ni ambaye nimemtolea mfano diesel Lebohang ni kiungo ambaye nimesema mchezaji funguo katika timu, yani key player mm, ni mchezaji muhimu ambaye sio tu muda ambao timu haina mpira, hata timu ikiwa na mpira role yake inaonekana, unamwona anashuka chini kusapoti build up, anapanda juu na mpira, ataenda left side na right side, yani eneo kubwa la uwanja analizunguka, kitu ambacho Kagoma simwoni kama tactical individual ana uwezo huo wa kucheza kwenye hayo mahadhi, kwa hiyo naona na mtihani mkubwa sana kocha